Asikyangu mwenye kufunga yeyote, aliyefunga leo ni siku yake ya furaha, na mwenye kufunga ana furaha mbili. Furaha ya kwanza ni wakati anapofuturu, kama leo, na furaha ya pili ni wakati atakapokutana na mwana wake atakutana na mwanawake akicheka. Kwa hivyo nakutakieni ndugu zangu Waislamu, siku ileo iwe ni siku ya furaha, kila mtu aondoke hapa akicheka, kila mtu aondoke hapa na bashasha. Man kana yaabudu Ramadan fa inna Ramadan kadhaba, yeyote aliyekuwa akiabudu Ramadan, Ramadan imeondoka Kana yaabudu Allah na yeyote aliyekuwa kimwabudu Allah wa taala, fa tabaraka wa taala, fa inna Allah hayyun la yamutu, aliyekuwa kimwabudu mwabudu Mwenyezi Mungu katika mwezi mzima, ajue ya kuwa Mwenyezi Mungu yupo na ibada inaendelea endelila. Jambo la kwanza onza vijana alikusema bila kushauriana na maimamu ya kuwa masuala ya sadakati muyaache, watu watatoa sadaka zao inshallah. Kwa hivyo hilo jambo mpoe, nimelitoa kama. Watanilaumu, tutazungumza baadaye. Ndugu zangu Waislamu, mwezi wa Ramadhani mzima mapenzi yalikuwa yamenoga miongoni mwa Waislamu. Uma zilikuwa nyingi sana miongoni mwa Waislamu. Masikitiko yalikuwa mengi sana miongoni mwa Waislamu. Udugu wa Uislamu ilikuwa mkubwa sana nanasema, mwalimu wetu salawatu rabbi wasalamuhu alaihi, mathalul mu'minin fi tawadihim trahuh wtaahufihi kamataliljasad ishtaka minh tadaasair jasadi bisari rhma, mfano wa waislamu wanaomwamini Allah ambao ni ndugu moja kwa mapenzi wanayopendana, kwa huruma wanayohurumiana, kwa masikitiko wanayosikitikiana ni kama mwili mmoja kipande cha mwili au kiungo cha mwili kikiumwa, basi wewe usiku mzima utakesha na utakuwa na fiva ya hali ya juu. Kama jino linauma hutopata usingizi. Kama ni kidole kinauma, usingizi, ni kidole kinauma hutopata usingizi. Hiyo ndio mfano anayopiga Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu Waislamu. Lakini leo hii sasa shetani ametoka, Shetani alikuwa amefungwa leo, <lipi> shetani anatoka, anatafuta kulipa revenge, anatafuta kisasi miongoni mwetu. Kwa hivyo, ndugu zangu wa Waislamu, tuwe chonje <lipi> <Yuma. tipi> ukaondoka nje ya mipaka, anasema msemaji ni mwenye kumwasi <lipi> Mwenyezi Mungu siku ya leo ni kama kwamba amemwasi Allah siku ya kiyama, manasa llahu tabaraka wataala yaumulid kaannama asahu yaumun waid. Kwa hivyo tuangalie katika sherehe zetu, tubakie ndani ya mipaka ya Uislamu. Wale ambao wanasema sasa leo nimemaliza Ramadhani, nataka kurivenji hiyo muda yote lilokuwa ndani ya somu, raha zangu sikuwa nazipata. Chunga, Usije wewe ukatoka katika mipaka aliyokuweka Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kama ilivyokuwa ndani ya Ramadhani ukienda msikitini magharibi, umebeba ndizi yako, hutaki ule peke yako, kwanza yawe ni yenye kubakia vile tulivyosameheana ndani ya Ramadhani, na Mwenyezi Mungu ametufundisha ndani ya Qur'an, katika zile ayatu, Mwenyezi Mungu amefundisha vile ni mwepesi katika kwa ta kwasamehe watu wa, wa, wa, wa, wa. Asema kuntum taftanuna anfusakum alima llahu anakum kutu taftanuna anfusakum Mwenyezi Mungu anajua mlikuwa mnajipatia matatizo makubwa, lakini Mwenyezi Mungu akawasame, akakubali tauba yenu. Ikiwa Mwenyezi Mungu anaweza kukusame, na wewe Muislamu mwenzako akikukosea, mbona usimsame? from Allah, ndugu so zangu Angaliani ule udugu ulioletwa na sou iwe ni yenye kubakia. Nabiullahi Yusuf ibn Yaqub, alayhima wa ala nabiyina asalatu wassalam. Nabiullahi Yusuf alipoingia Misri akapitia alipopitia, mwisho akapata ufalme katika Misri, lakini maadhalika Kana ya sungu nisongu Nabii Daudi, pamoja na ufalme aliyokuwa nayo Nabii Yusuf, alikuwa akifunga sungu ya Nabii Daudi ya sungu ya yao akifunga, leo kesho, anafuturu kesho kutu, anafunga siku inayofuata, anafuturu siku inayofuata, anafunga fasalahu ada haraihi moja katika watu wake wa kabineti wakamuuliza, wakamwambia bima tukfiru minassilam, wakaduaba Allahu tabaraka wataalaua a kabisa a Mwenyezi Mungu ameea nzimazinaua zinatafuta chakula, lazima wewe, wewe, Zina Zina uweke sign ndio waweze kupata chakula. Alafu wewe unafunga unakanja hii njani ya nini? faqala nabiyullah llah Mtume Yusuf alayhi salatu wasalamu akamwambia, ya hadha, hey mwenzangu asumu lianani ahsha an ashbaa faansa jaya, nafunga kwa sababu naogopea naogopa adhabu ya Allah, ya kuanta kwa ni mwenye kushiba kwa sababu nimepewa ufalme nikamsahau mwenye njaa. Na hii ndio tuliyojifunza ndani ya soumu. Leo somo imekwisha. Yule aliokuwa na njaa ulikuwa unamkumbuka ukimfuturisha, leo utakuja kumsahau, leo utakuja kumpa mgongo. Leo kila mtu na nafsi yake, leo hakuna anayetaka kuangalia yule maskini. Jirani yangu yupo wapi? Amekula nini? and that's the essence of zakat al fitr na zakatu zakatulfitri inalipwa kabla watu hawajaswali. Zakatu zakatulfitri inalipwa kabla ya swala. Ikiwa hujalipa zakatu zakatulfitri mpaka sasa, basi ni juu yako kutafuta kuilipa zakatu zakatulfitri kabla ya swala. Unajua kuna watu wanaweza kusema alifu be

wamekuwa wakishughulika kutoa zakatu fitr na zakatu fitr, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha ni kutoa chakula, pishi moja ya chakula kwa kila aliyoko ndani ya familia yako, uwe ni mwenye kutoa katika chakula kinacholika, katika vyakula vinavyoliwa kawaida katika mji. Hela zinatolewa kwa dharura, lakini kwa kauli ya nasi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ni chakula na inalipwa kabla ya swala. Ndugu zangu Waislamu, ukitaka kujua nguvu ya Ramadhani, nguvu ya shahru Ramadhani, hivi majuzi mtoto wa kike wa kiislamu akiwa katika soumu amefuatwa na kampuni fulani akapewa maji saa tisa za mchana, joto ni kali, akapewa maji, chupa ya maji baridi, akapewa na dola alfu moja, akaambiwa kunywa haya maji uchukue dola elfu moja na amepewa yote, anayo ana maji na ana pesa. Akasema siwezi. Kwa nini? Kwa sababu nimefunga Akaongezewa dola elfu, ya, elfu moja ingine akasema siwezi, mpaka zikafika dola alfu tano, akasema siwezi kuchukua dola elfu tano. Ni over 675,000 shillings over 675,000 shillings, unaambiwa kunywa maji upewe hizi hela na ushawekewa mkononi, akakataa madrasa ambayo saumu imetuingiza ndani yake. Lakini wakati mwingine kama sio wakati wa saumu anakujia mpelelezi, na hili jambo limetendeka, na jambo la kawaida kwetu sisi hapa Busia. Anakuja mpelelezi, anakuambia huyu bwana Abdullah tunamtafuta, tumesikia huyu bwana ni gaidi, tunamtafuta Unaweza kujua hiyo wapi? Kabla hujajua details, unasema mnangapi? Mnangapi? mimi nikupeleke saa hizi mahali. Hati kuna elfu mbili hapa, huwezi ongeza kidogo? Siongeze kufanya ta kupeleke, kama utaki wache basi, leta Mwislamu anaondoka anakwenda kumuonesha Mwislamu mwenzake kidole, wakati anajua huyu anakwenda kupata matatizo na ana uhakika na lile analotumiwa nalo, ni jambo la kawaida uh, Waislamu wamebeba maaskari wakawapeleka complex, huyu ana kitambulisho, huyu sijui vipi, huyu akuii, huyu akuii. Maaskari wakaingia pale wakachukua watu, alafu kutoka sijui ni shilingi kumi kumi au ishirini ishirini. Waislamu sisi kwa sisi tuwafanyiana mbona hatuwezi kujifunza ndani ya somo? mtu amepewa dola elfu tano akakataa kwa sababu anamwogopa Mwenyezi Mungu, kwa sababu anatafuta takwa. Na wewe kesho, kwa nini usije ukapewa shilingi elfu mbili na ukatae? Kwa nini unachukua? and what is 2000 shillings going to help you with? Waislamu, twajisaliti sisi wenyewe, kwa ukiona mwislamu anapata shida kuna mkono wa mwislamu mwingine Because they tell us, huwa mnatuona msikitini. Si nyinyi wenyewe ndio utuletea habari? Mliwahi kutuona tukija huku sisi? ujumbe inatupata hapa, hapa. Waislamu wenyewe kwa wenyewe wanasalikiana. Sasa mwezi wa Ramadhani imekufundisha baada ya hapo, utarudi kwenye uchafu huyu Muislamu ambaye ulikuwa unampenda, unampa futari, unampa tende, unampa ndizi leo utarudi kumsaliti no. No. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, yale tuliyojifunza ndani ya, ya Ramadhani yasiondoke kwa sababu Ramadhani imeondoka. tulikuwa tuwamwabudu Allah Allah bado anataka tumwabudu, ama wale walikuwa kiabudia Ramadhani, Ramadhani imeondoka. Fasna amashita fanya unapotaka unakotaka, lam tastahi, ikiwa una haya una aibu, mtume anasema do what you wish to do. Ndugu zangu wa Waislamu, e, kuna taarifa ambazo zitakuwa ni zenye kutolewa hapa. Ntaomba mmakinike kila mmoja, ili kusikiza taarifa hii, na maimamu wakiwa wako mbali wasonge karibu hapa. Maimamu wetu, tafadhali songeni hapa karibu kwa ajili ya kupokea taarifa hii na Ustadh Kapembe, Ustadh Kapembe natumai yuko hapa insha Allah. Baada ya swala, vijana wako wasiondoke ni na deni lao, vijana wako wasiondoke ni na deni lao inshallah. Maimamu aje uugu Sheh Mahamud umeenda wapi tena eh? kuja hapa, kuja hapa Hussein, nataka maimamu hapa, naomba maimamu waje hapa, kuja huko kwa ajili ya kupata hii taarifa, kuja pandisha Labda kuna hata wengine wetu hawajui mwenye mama haita, wengine watashangaa, ah, huyu pia namuona kumbe ni imama kuje ndio. Alafu eh, nataka ni mwombe, nataka ni mwombe Ala Ahmed Efo, huyu ni chifu ofisa ambaye anasimamia department ya barabara na miundo misingi katika serikali ya kaunti, alipewa majukumu na mheshimiwa Otuoma ya kutengeza barabara na miundo misingi. Yeye ndio nataka awe ni mwenye kutupatia taarifa hii, na niliomba taarifa hii iwe ni yenye kutolewa mbele ya Waislamu wote, ili mwingine asije akasema nimesikia kwa mwingine. Kwa hivyo nitampa mike aweze kutuambia yale ambayo amebeba kwa ajili ya kutuambia inshaallah. Tafadhali mshukuru

mimi ndo afisa mkuu katika idara ya barabara na miundo msingi. Kwa wale ambao hawaelewi Kiswahili vizuri, hiyo ni department ya Roads and Public Works. Vile Sheikh Ramadan alieleza, nafikiri mwaka 2023 his excellency gavana wetu mpendo wa Busia, daktari Paul Nyongesa Otoma, ameweza kukutana na Waislamu na akahost iftar dinner. Kwa hiyo iftar gavana waislamu waliomba gavana ya kwamba hawana muslim cemetery. Gavana amejikomit ya kwamba county government ya Busia chini ya uongozi wa gavana itatafuta ardhi kwa waislamu ili waweze kuzikana. Leo hii nimebeba barua ya allotment ya muslim cemetery ya eka moja. Oh, oh, oh, wapi takbir? Okay, hiyo kartasi iko tayari na ninazo hapa, nitanikabidhi mashekhe zetu akiongozwa keungo na Sheikh Ramadhan ili tuweze kuendelea the next processes kwa sababu tunataka kuweka hiyo ardhi insha Allah, tunataka kui safeguard ili waislamu wapate mahali pahala pazuri pa kuzikana. Sheikh, utaniruhusu nipeane Ninge ndugu yetu Nur angependa kujumika na sisi siku ya leo, lakini amepata shughuli ya kazi, angeweza kufika sasa. Sheikh, on behalf of His Excellency Gavana wetu Daktari Paul Nyongesa Otuoma hii ni barabara ni barua ya allotment letter ya hiyo Muslim cemetery. Asanteni sana, Mungu awabariki wa. Barua inasema hivi, barua inasema hivi: To the Muslim Community, County Government of Busia. Dear Sir stroke, Madam, re letter of allocation for parcel number Buhayo Mundika 10828. I have the honor

And the title will be issued under the Land Registration Act number no. 3 of 2012. I should be glad to receive your acceptance of the conditions together with payment for the amount as set below within 90 days. hiyo mambo ya payment set below itakuwa ni yenye kukamilishwa wala haina tatizo jambo la pili ndugu yangu Ahmed hawa wazee wanaona hii ni karatasi wao wanataka kuona hapa inaanzia hapa mpaka hapa mpaka hapa, mipaka yake minne ni hii. Ndio hao wazee hawataki hata karatasi, wanataka kuona mahala penyewe ni wapi? So let us get time and I will request, although you are so busy tomorrow. Kama tunaweza kupata wakati saa nane, sijui kama itakuwa ni nzuri ha? Kesho saa nane Tuesday S Uh, siku ya Jumanne, alafu tuandamane na physical planners. Tufike pale wazee, mjitokeze mwende mkaangalie mahali ambapo tukiwa tumetangulia mbele ya haki tutakuwa ni wenye kupelekwa inshallah. Hiyo Tuesday tukutane masjid sofa, tukutane masjid sofa tuswali dhuhri masjid sofa. Alafu tutapanga namna ya kuweza kusafiri kufika kule insha Allah. Ile karatasi tunataka tuitoe chapa tuifanye photocopy, at least kila imamu awe ananakala. Mtu mmoja anaweza kufa, mwingine anakuwa bado anayo. Tumepata matatizo kule nyuma kwa sababu ya stakabadhi ya ile kaburi, mahali ambapo tunazika leo haipo, kwa sababu yule aliyeweka alipoteza na pia ametangulia mbele ya hapa. Kwa hivyo pale, tuko pale kama squatter, kwa sababu hatuna documentation rasmi ya pale. Ni kwa sababu watu wengine wale wakupiga matafari pia wanatusumbua sumbua, kuna watu wanasumbua sumbua, because we do not have to but we are not we are not living That place anyway. That graveyard iko na wazee wetu, iko na masheikh wetu, iko na vijana wetu. Hatuiachi licha ya kuwa tumepata nyingine pale, tutaiprotect, ifyekwe, iangaliwe vizuri, yale yani makaburi yatengezwe, kwa sababu namna tunavyopenda wale ambao wako hai ndio vile ambavyo tunafaa kuwapenda wale vilevile ambao wamefariki. Inshallah, tuchukue fursa hii kushukuru ahadi ambayo ilitolewa na His Excellency the Governor na amekuwa ni mwenye kuichoke kwa sababu bado tunamsumbua, tunamsumbua, tutamsumbua kwaaa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nafikiri time imefika, inshallah swala itakuwa ni yenye kusimama baada ya hapa inshallah so